Naam, bwana mwanadada na mzazi mwenza wa Master J, huyu hapa anafahamika kwa jina la Shaa, baada ya kile ambacho alikizungumza mitandaoni kuhusiana na vitu ambavyo vilionekana kama vile analalamika kwamba mzazi mwenzie ambaye ni Master J hatoi mahitaji ya mtoto wake hususan kwenye upande wa mavazi, kwamba hajali na wala hana habari, japokuwa yeye mwenyewe anapendeza, lakini hajui kama mwanae ana nguo za kuvaa au anapendeza au vipi. Anaona tu yeye mwenyewe akipendeza inatosha. So ili make headline sana, hususan kwa mtu kama Master J, well -respected man, hapa Tanzania watu wengi sana wanamuheshimu kutokana na mchango wake katika industry ya muziki wa Bongo Flava e, bwana, na jinsi ambavyo personality yake jinsi ilivyo kwa jamii eh, ni kwamba ilikuwa very surprising kwa watu wengi sana kusikia hizo habari. Umeona, eh? kama vile kwa namna moja au nyingine, kutokana na image ambayo Master J yuko nayo, kidogo iliwashangaza watu wengi umeona, eh? so Sha amerudi kwa ajili ya kuomba radhi kwa kile ambacho amekifanya kupitia kurasa yake wa Instagram. Sha ameandika ujumbe ambao unasomeka kwamba mawasiliano ndio kila kitu katika, ma, katika mahusiano. Moving forward, I will be more open and honest toward baba wa mtoto wangu and do my best to handle things in a mature and respectful way. Akiwa namaanisha kwamba huko tunapoendelea, atakuwa atakuwa huko tunapoendelea atakuwa wazi zaidi kuhusiana na, mau, na mazungumzo na baba wa mtoto wake, na pia vilevile vile atajitahidi sana ku handle vitu Kiutu uzima zaidi. Jana was was a setback to a healing journey that was taken on by me for the past four months. It was not one of my best uh, com comments kwa kweli. Akiwa namaanisha kwamba kilichotokea jana ni moja kati ya hatua ambazo alikuwa anapitia kwa ajili ya kuponya moyo wake, ambayo ilitokea miezi minne iliyopita na pia vilevile atajitahidi kuonyesha wazi kwamba lile lililotokea jana sio moja kati ya momenti zake bora kwa kweli. Then akasema kwamba event that could have easily been handled privately, yaani ni kitu ambacho tungeweza kukihendo taratibu tu kwa u, kwa u, privately yani, Low key, yani, kwa usiri zaidi yani, akikuwa ya na haja ye kwenda mitandaoni, alikuwa na uwezo wa kuzungumza tu taratibu na mwenza wake, yakaisha huko bila kuyaleta mtandaoni. So akaendelea hapa shaka kusema kwamba samahani sana, baba mtoto, kwa maneno yangu and the narrative they have created. Amemwomba hapa samahani baba mtoto wake kwa maneno ambayo ameyatoa na jinsi jinsi ambavyo mambo jinsi watu walivyoyapokea. Words have power. I often tend to forget that maneno huwa yana nguvu na mara nyingi huaga na sahau hilo. I hope you will accept my heartfelt public and private apology. Eh? Shaa ameendelea kwa kuomba msamaha kwa kusisitiza kwamba ninataraji utakuwa umenisamee msamaha wangu wa hadharani na pia wa wa private, yaani kwamba alimfuata wamezungumza wameombana msamaha, lakini pia Shaa amekuja kuomba msamaha Uh, mtandaoni vile vile kwa sababu haya mambo yeye pia Shaa aliyaleta mtandaoni, kwa amemwomba msamaha pia huyu mpenzi wake Master J au baba wa mtoto wake mtandaoni vile vile. Umeona? Eh, hapa kamalizia kwa kusema God bless. Umeona bwana. So hivyo ndivyo mambo yalipo, kwa hiyo kwa nini Shaa amekuja kuomba msamaha mtandaoni ni kwa sababu kwamba from the start, from the beginning